Daftari la kupiga kura awamu ya kwanza limekamilika ilianza limekamilika. Tarehe ishirini Julai 2024 tarehe 25 Machi 2025. Kifungu namba kumi na sita cha sheria ya uchaguzi wa rais na madiwani kinasema mara mara sasa, tarehe kumi na nne, siku ya Jumatatu ni wangapi wameboresha? ma Na na maoteo yetu ya watu milioni thelathini na nne, sasa je tumeboresha wangapi na dafa ile na watu wangapi wakati wa uchaguzi mkuu gani, tujalia mwaka huu Tunafahamu kesho kutafanyika uh, jambo la ama, ama hatua ya kusaini kanuni yeah, za maadili ya uchaguzi ni yeah, uh, nini hatima <coughs> kwa vile vyama ambavyo havitajitokeza. Okay, ukisoma kifungu kidogo cha pili cha kifungu cha sitini na mbili kinasema maadili hayo yatapaswa kusainiwa na chama cha siasa, kila chama cha siasa, kila mgombea chama, na serikali pamoja na tume ya uchaguzi, na yatapaswa kuzingatiwa kwa mchakato mzima. Kwa hiyo hicho kifungu cha moja sisi ndio cha pili kinasema iwapo chama cha siasa ambacho hakita saini maadili ya uchaguzi hakitapewa fursa ya kusoma ya kushiriki ya masuala uchaguzi. Hali kadhalika hata wagombea wao, ukisoma kanuni ya 20, kanuni ya 26, kanuni ya ya kanuni za uchaguzi wa rais na madiwani, ili mgombea wa, chama chote cha siasa na nafasi yote ya urais bunge na dini ateuliwe, anapaswa kusaini fomu namba kumi ambayo inaelezea ina, ina ana, anakubali ana kuyatii na kuishi kwenye maadili hayo sasa iwapo chama chake hakikusaini manake na yeye hatuweza kusaini fomu namba kumi manake hatuweza kuteuliwa. Ni takwa la kisheria. Kwa hiyo chama cha siasa kitakachoshindwa kusaini maadili kesho, basi hakitaweza kupata fursa ya kuwa kwenye uchaguzi, maana kusimamisha mgombea wa kiti cha rais, mbunge na diwani mm. jambo gani ungetamani kuwaeleza ama kuvieleza hivi vyama vya siasa kwa viongozi, lakini pia na Watanzania, mm. Watanzania na kuyakura, kwa ujumla. Watanzania nawashukuru sana, mjitokeze kupiga kura kwa niaba ya tume tunakuja tena kuboresha awamu ya pili. Kwa yule ambaye alikosa alikoswa awamu ya kwanza tunakuja awamu ya pili. Kwa hiyo Tanzania wajitokeze kujiandikisha kwa sababu uchaguzi wa Tanzania tunashinda kwa idadi sio kwa asilimia. Lakini la pili ni vyama vya siasa kesho vifike kusaini maadili ya uchaguzi kwa sababu ndio mlango wa kueleza kuelekeza kwenye uchaguzi. E, kusoma kifungu namba 132 cha sheria ya uchaguzi kinasema, iwapo chama cha siasa kitapenda, maake ni hiari, kusimamisha mgombea kwa hiari hiyo waitumie pia kwenye ibara saba na ibara ya tano ibara ndogo ya kwanza kwa maana yake yake kuchagua kwa maana sasa ni bisika hiyo, vile visaini maadili ya uchaguzi ili wapata fursa ya kuhamisha wagombea wa kiti rais, wa bunge na madiwani. Na kila tatu ni wale wale wa siasa wasome hizo sheria, wanaona sheria wazisome sheria, wasome kanuni, wasome na fomu mbalimbali, watulie, wajaze fomu kwa utulivu, itatusaidia sana. Lakini mwisho kama kuna lalamiko lolote kuhusu jambo lolote mifumo ya kisheria kwenye nchi ipo wazi, mahakama ipo wazi, na asitume katika mo tunalimudu, tunaweza kufanya leo jambo kama tunadhaninaya kwamba kwa hatuwezi kwenda basi, anaeze kutoa mifumo mingine kuweza kuchukua eh, haki yake kwa ajili ya mifumo ya kisheria iliyopo kwa mujibu wa sheria za nchi.